Manchester United wamejiondoa kwenye mbio za kumsajili kiungo wa timu ya taifa ya Uingereza na klabu ya Chelsea, Cole Palmer, mwenye umri wa miaka 23 wakidai kwamba dhamani yake imepita bajeti yao msimu huu. Baada ya Raheem Sterling mwenye umri wa miaka 31 kuvunja mkataba wake na Chelsea na kuwa mchezaji huru, hivi sasa wakala wake wanaendelea kufanya mazungumzo na vilabu saba vinavyoshiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tottenham inatajwa kuongoza mbio hizo huku ikipata upinzani mkubwa kutoka kwa Burnley, Juventus na Napoli ya Italia. Wakati huo huo, klabu ya Chelsea inaripotiwa kuandaa kima cha paoni milioni 129 kumnasa kiungo wa timu ya taifa ya Uingereza na klabu ya Real Madrid Jude Bellingham mwenye umri wa miaka ishirini na miwili kipindi cha majira ya joto. Real Madrid wamemweka mkufunzi wa klabu ya Aston Villa Unai Emery kwenye orodha ya warithi wa kiti cha ukocha, huku wakipanga pia kumsajili beki wa klabu ya Manchester United Diogo Dalot mwenye umri wa miaka 26 ili kuziba pengo katika safu ya ulinzi. Kwa upande mwingine, Ajax wapo mbioni kukamilisha usajili wa kudumu wa Alexander Zinchenko kutoka Arsenal kwa kima cha pauni milioni moja nukta tatu. Mwisho wa makala leo.